Yes. Kipara MC versus Kindo Can. Let's go. After next music. Yeah, yeah. Oya, mwanangu usishangae kiremba wa kufreestyle na kuona kama mchumba, umekuja geto la Kipara leo, naondokana mimba Eh, bwana ngoja kwanza, asogea kidogo, niweze kukuzungumzia hivi. Unajua umeingia kwenye mfumo, umekutana na mimi kipindi ambapo simo kwenye bato na kuona kama mtoto. Nimemwona braza wangu Mkristo, ntakupiga mawashi kama kaa la moto. Kwanza leo nimekuja na wanangu wa kinokreni, alafu anajiita pia na wewe kinokreni, iviupagau una madeni MC gani? MC katuni, MC mchochezi, MC Bin Ladeni, una madevu kama Osama. Kwanza mtoto wa mama mwanangu kashasema kwenye gololi, naona kama unadema, dema. Oya mwanangu, vona mikono ipo mfukoni kwa kuchana, mwanangu mchizi mimi niacheni. Oya mchizi, sipagawe na mimi mwenzako, ninaweza kuchana nkang'ata ulimi. Kwanza dogo wangu wezi hata kidogo, kaka kidogo nikione kisogo chako, shauli zako kama bang, mina nako nako tu nako J, J, the kind of what uh -huh. Yeah. Tulia, ni kufunze kukupanga vina, we mtoto wa Pemba ye umekuja na icho chako kilemba leo na kuremba, laufikisha na kujenga mtoto Adamu wewe mi hawa acheke mtoto unavochachawa umegoma kunipa mimi chajabu kwa shiji mtoto kagawa hauko sawa, leo utapagawa, kupigishe mguu sawa mguu upande, tegeleza ngoma na zuchu itu ya pande, aunkurudishe shule nkurudishe umande, nikulambishe chini mtoto na ulambe Eh, na vimacho vyako na kodoa, nikupige ngumi moja za kidozi, paka mtoto, naona kama utajipodoa. Iko jozi, naona kama umshakojoa, naona na nuko haro, yani dogo uharisho, na kupiga mafundisho, na kupa vitu hatari, nikupige ngumi au nikupige kabali. Hii michezo sijidhani ni michezo, kaya kamari, na kupush vitu naweza sema misadali, na iki kitu kukuchana ni kitu halali. Macho na kodoa, vipi nikupige gofi? Wewe mtoto Fatuma au nipite songami ah, ningependa nisikie raundi ya piliye oh, yeah. Ebana kuna siku niki aliwahi kuongea hapa siji nasonga pia Kipara, nabidi uzingatie sana vina yaani yeah. Tena yeah. Haiwezi kwenda na jana tena, sema hivyo ndio vinaendana sana jana hasa mwanzo kama zile sekundi thelathini ulikuwa unachanganya una, una sana hivyo mwisho. So mi ntampa tampa nani we? Kindokan. Kindokan. P. Yeah, of course, nimesikia mandonga mengi sana kutoa kwa Kindokan, kwa hata mi nitatoa kwa Kindokan. Oh, yeah. Kindokan. Tunaenda round ya pili na kufundisha mikazo dogo, kaza. Hicho chako kipara au nikiualaza walaza, Soto we kaza, umelemaza maza. Na kushusho umerendemka. Cheki kama maji ya moto, cheki unavyochemka chemka, chini utadondoka. Cheki na kuona kama mtoto umechoka. Au miganja mingi uwe mtoto umesha moka. Vindevu vyako ni kupe, mia ukashevu. Tunajua hauna uwelevu tiyo kupanga vina, na kuona wagwanzu we ni fake. Kama mtoto umetokea China, nikupe jina jipya Mwajuma, mkwite amina. Au uma eh, nasikia una habari zinavuma kwamba unatoa ngoja ni kuinamisha unataka cha uvungu na kuonesha kwamba we mtoto unapita kwenye tundu balofanya wezi kupita mjinga uliwao weke kundu na kupiga ni kupelege chuka keshmundu au we ni mchaga huku binadamu nadamu nyingi nitakumwaga, we ni weni kuku nasi una haja kutaga. Nakupa mistari naitaja kwa lahaja ambazo wezi hata wewe kuzitaja. Vivi na wapi umefika Victoria, we mtumba na kuona kwangu we ni Sofia Hofia. Katika kijiji cha Jitopia, si atokea Ethiopia, je, yeah. Twende. Chui ashatimba kwenye zizi la kondoo. Moneni, huyu mtoto anamchinja kama jogoo, si alitaka show? Ametaka show? Hey. Kataka show na muda umefika show. Dhahabu, chimbo juu ya bati na chimbo chini, sikiza mtoto mdogo hapa ulipo stejini, amini usiamini, mshindi nitakuwa mimi. Uniweze hata kidogo kwa sababu unajiamini, umeyatimba leo, shughuli unayo mikono mfukoni, basi kapipi, piga miyayo. Mbona kila kitu unajua? Una upanda ukubwa na kiakili, au jakua na zingua na kuona kama fala. Umekutana na MC, MC Kipara MC bora MC kiaga hata MC sota bora, aafu unavonekana una hata simu wakati ulungo simu elfu mbili aafu unanuka bangi ni mwenye sadari wenzetu smoking room ukakupe uchome puli, alafu mdogo wangu kuimba bado uwezi, mbona umezubaa? Ngoja nikupe dozi. Unavonekana kulapu mtoto ajuzi, mimi kitambo tangu masharavu wana chuchi ukonzi uniwezi kamanaako amwezakunaben wana rap tangu masharabu masharafu chuchu konzi mpaka saizi mzigo huko huku. Eh? mpaka <laughs> umedondoka <laughs> Pi, unanambiaje hapo? Uh, hii mimi nitatoa sare. Sare. yeah. okay. pia naitoa sare. Sare pia. Ai, songa. Kama alivyosema Mansuli mwanzo na tushasema yeah, hapo kabla yeah. Kipara ana, ana, ana, ana, ana, ana mashambulizi mazuri sana, tatizo tu kuna sehemu vina vinakuwa vinachanganyana pale kati, kwa hiyo akilifanyia kazi hilo atakuwa, atakuwa noma sana, okay. Nimemsikiliza yeah, ni kwa makini uh, Kindo Can uh, na yeye pia amefanya vizuri, kwa hiyo nikifanya mlinganisho wangu mi raundi ya pili nitampa Kindo Can. Utampa Kindo Can, so by the way, na maana Kindo Can ndo mshinde bana. Makofi kwa Kindo Can! Shout out kwa Kipara MC pia. Oh yeah.